ya msanii kutoka nchini Tanzania ambaye wakati huu anaishi kule ughaibuni, mwite Wakazi we biro, ameamua kumvaa msemaji mkuu wa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ambaye anajulikana kama Gerson Msigwa. Sasa Gerson Msigwa ikumbukwe, alikuwa na kikao na waandishi wa habari ambapo aliongea kuhusu vitu vingi ambavyo aliviona katika documentary ambayo ilifanywa na runinga ya CNN ikiongozwa na mwanahabari ambaye chimbuko lake ni taifa la Kenya, mwite Larry Madowo. Sasa wakazi ameweka bango moja kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram. Ni bango ambalo linawashukuru waandishi wa habari ambao walifika katika kikao Ch Gerson Msigwa. Sasa imeandikwa hivi: mkutano wa msemaji mkuu wa serikali na waandishi wa habari Novemba tarehe 3 mwaka wa 2025, JNICC, Dar es Salaam. Nawapongeza waandishi wa habari na wahariri wa Tanzania kwa kufanya kazi zenu kwa weledi, umakini na kutanguliza maslahi ya taifa. Historia itaandika kuwa nchi iliwahi kupitia kwenye mtikisiko na waandishi wa habari walisimamia masuala ya taifa na nchi ikabaki salama. Endeleeni na msimamo huo. Sasa ni maelezo ambayo imewekwa katika bango hili na msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni katibu mkuu ama katibu mkuu katika Wizara ya Sanaa, Michezo na Utamaduni nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa inaonekana kuwa tamko hili alijaka vizuri na msanii ambaye anajulikana kama Wakazi, ambaye ameamua kumchamba ama kumshushia kipigo mtandaoni jamaa ambaye anajulikana kama Gerson Msigwa, msemaji mkuu wa serikali ya mama Samia Suluhu Hassan. Sasa kazi ameandika jumbe ndefu zaidi kwenye mtandao wa kijamii, na anajaribu kumchamba Gerson Msigwa. Anasema hivi: girishoni akili piritoni, waandishi mmewadhibiti wa bodi ya idhibati na ujielewa, mnawanyima press access Mmewatumia vitisho, mnawapa script za kusema, mnashinikiza media owners juu ya maudhui, baadhi mnawahonga pesa, wengine mnawapa kesi za uhaini na uchochezi. Alafu mnajiongelesha kama kuna freedom of press. Umeita press ya mchongo. Hujaalika media za kimataifa BBC, DW, Al Jazeera, CNN, VP, The Chanzo, Jamii Forum. Waandishi kwenye press wanaogopa hata kuuliza maswali ya maana. Alafu nyie waandishi uchwara, sitowatetea tena kuendelea kutumika kingese. Ndiyo maswali gani hayo mnauliza? Journalism ya ukweli inaripoti news without fear of favor. Ye, mnawajengea waandishi fear na namna approve news only zikiwa favor. Atitoa habari kimkakati, kulinda nchi, kulinda nchi au wanasiasa mliopora madaraka kinyume na utaratibu wa kidemokrasia. If you want to hear good news about your country, go to the tourism site. My job is to cover Africa accurately, not positively. Sasa amejaribu kunuku mko la mwanahabari kutoka nchini Kenya ambaye anajulikana kama Larry Madowo ambaye alikuwa anasema kuwa kama unataka kupata habari njema kuhusu taifa lako, enda katika tovuti ya utalii. Sasa pale anasema kuwa kazi yake si kukava ama kuandika habari sahihi kuhusu taifa ama bara la Afrika, lakini ni kufanya jambo ambalo anajihisi ya kuwa ni jema zaidi. Wakazi akaendelea kusema hivi, yani girishoni umeshindwa kudinai ikuvikali allegations za BBC na CNN reports. Unasema they are biased na siyo, they are not true. Guess what, they are biased, ila ni za points of view of victims mnaoendelea kuwanyanyasa, kuwakatia internet, kuwatishia wasisambaze clips, kuwaua na wengine kuwaweka jela. Mmegoma kusaid na victims. Acha kina Lari Madoo wafanye kama hamkutaka. Burst expose na nyiye, mungetumia Lari clips za upande wenu ili apate a better vantage point. Akili ndogo kama Piriton. Press imeishia kuwa expose bila kujua. Unalilia haki wazi uwajibikaji hao au press posteriors is that Umeishia kukiri video ni za watu na sio AI. Umeishia ku acknowledge mauaji mliokuwa mnakwepa. Umedai mmesikitika wakati ndio mnafanya and proved you are disingenuous. Kuongelea utalii badala ya uhai unadhihirisha hamna utu. Kuongelea SGR ina maana hamjajifunza na ni delusion. Yote yalisemwa na bado hawakupiga kura. Unasema CNN wapotoshaji? Je, nyie mliosema vurugu mara sio wa Tanzania mara AI mara wahaini mara vifo. Nani mpotoshaji hapo? Girishoni, unawaibisha Wahehe. Hakika damu za mashujaa wetu zimeanza kuongea The leader. Sasa ni tamko ambalo limewekwa kwenye mtandao wa kijamii na msanii ambaye anajulikana kama Wakazi Webiro, ambaye anaishi ugaibuni nchini Marekani. Sasa Wakazi anajaribu kuhoji vitu vingi ambavyo Gerson, ambaye ni msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuwa anaongelelea kuhusu documentary ambayo ilifanywa na runinga ya CNN na mwanahabari mbobevu kutoka nchini Kenya mwite Larry Madowo. Sasa kwenye press hii na waandishi wa habari Gerson Msigwa alikuwa ameongelelea vitu vingi. Anasema kuwa halari mado ameshindwa kukumbatia kile ambacho tunachokiita uhalisia na kufanya habari ambayo imeegemea upande mmoja. Sasa hii ni ishu ambayo wengi wamekuwa na hoji, wanajiuliza itakuwaaje? Kuna wengi ambao wamedondosha komenti zao kwenye posti ya Wakazi. Kuna huyu ambaye anajulikana kama young_father254 anasema, huyo dogo sio mhehe ni mkinga. Ni Ram 712 anasema we, kichwa maji, una unachokijua tuliza ilo komwe lako. Kuna huyo ambaye anajulikana kama David Green 25 anasema, Wakazi wewe ni zaidi ya msanii, tulichelewa kuwapa kipaumbele waimba mapenzi, wametuharibia sana kizazi, tukasahau hip hop. msema ukweli. Alafu Nenga 427 anasema sema hizi akili azipewi fursa Bongo. Wakazi genius bola anasema labda aliandikiwa, alichongea, asilaumiwe sana. Alafu Popa underscore clo anasema, ila garisoni aisee. Alafu lodi sky underscore oje anasema, shida mtu kasoma qt na Open University then kaajiriwa na form 4 failure wanataka waongoze phd. Gina anajulikana kama mshua kilangi anasema, yes nahitaji sana kukuamini bwana leader Wakazi, lakini shida yangu ni moja tu. Kwa nini nyinyi ndugu zetu mnaoishi nje, kwa nini msije kuongea haya mambo ndani? E, hapo nyumbani mmepakimbia, au mna hofu kusemea mkiwa katika ardhi yenu? Kama ndivyo, maana yake mliondoka nchi sio kwa bahati mbaya, ila mlitengezewa mazingira ya kuwa salama mliko. Je, Mnatufikiria sisi mnaotuhamasisha tuivuruge nchi yetu kwa kivuli cha katiba, ilhali Tanzania ndivyo kimbilio letu? Yaani tumezaliwa Tanzania na tunaomba Mungu safari yetu iishie salama tukiwa katika ardhi yetu. Mnatujali au kwa kuwa wenzetu mpo salama kwingine, ndio mnafanya kutumika ili sisi tuziishi dhiki? Natamani sana niwaamini ndugu zangu diaspora, ila kila nikikumbuka hizi kadhia sio sehemu ya madhara mtakayopata, basi kuna imani inanijia kuwa nyinyi ni wasaliti wa Tanzania. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya msanii ambaye anajulikana kama Wakazi. Sasa Wakazi anajaribu kuhoji, anajiuliza inakuwaje msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakuwa na kikao na waandishi wa habari wa ndani, lakini ameamua kuwapuuzilia waandishi wa habari wa kimataifa kama Aljazira, BBC, CNN. Sasa ni habari ambazo tulikuwa tunafuatilia kwa karibu zaidi, kwa maana kulikuwa na documentary ambayo ilitolewa na CNN ikijaribu kuongelea mauaji ambayo yalifanyika nchini Tanzania, vijana ambao waliuawa, wengine wakatekwa, wengine wakaumizwa na maafisa wa jeshi la polisi. Sasa ni documentary ambayo ilifanyika na runinga ya CNN ikiongozwa na mwanahabari mbobevu kutoka nchini Kenya, mwite Larry Madowo. Sasa ni habari ambazo zinatufuatia kwa karibu zaidi. Bila shaka, tukipata mengi tutakosa kuwajuza nyinyi kama wanaSwahili TV. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vilevile kushare.